Sheria ya bima ya afya ni utekelezaji wa dira ya serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na, na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Unapofanya haya, hatufanyi uwekezaji wala hatuingii gharama, lakini tunayafanya haya kwa ajili ya uhakika wa maisha yetu. Yako mataifa mengine wameshaondoka kwenye kuishi kwa matumaini, wao wanatengeneza mikakati itakayowasaidia waishi, lakini mataifa mengine bado tunaishi kwa kutegemea kudura zaidi za Mwenyezi Mungu. Na kwa maana hiyo, hata huduma zetu ni za hope hope kuliko zilizowekewa mikakati. Kwa hiyo, tunaondoka kwenye mambo ya kuishi kwa hope na ingia kwenye kutengeneza mikakati ambayo itatuhakikishia maisha ya watu wetu yanakuwa guaranteed kutokana na huduma wanazo zipata. Kwa hiyo niendelee kutoa rai tuziangalie parameters nyingi ambazo ndizo zinaweza zikawa kikwazo kwa upatikanaji wa huduma hizi za afya na haswa kipindi hiki tunapotaka sasa kutumia bima ya afya kwa wote kama sehemu ya kimbilio la huduma bora za wananchi. Basi tuangalie kila challenges ambazo wanakutana nazo ili tuweze kuziadress vizuri, ili coverage itakapokuwa imefanyika basi ifanyike bila ya kusahau vitu muhimu na vya msingi. Sasa sisi kama mfuko katika mkoa wa Ruvuma tayari tushaanza kutekeleza bima afya kwa wote. Kwanza kabisa ieleweki kwamba tunahudumia makundi yote ya wananchi walioko mkoa wa Ruvuma. Tunahudumia kundi kubwa la wafanyakazi wa umma na wafanyakazi wa sekta binafsi, kundi la wafanyabiashara mmoja mmoja mpaka na vikundi vyao, wafanyabiashara wadogo, bajaji, bodaboda, boda na wafanyabiashara wa kati na wakubwa ambao wako zaidi ya 77,000. Tunahudumia kundi la wanafunzi kuanzia zile shule za awali mpaka vio vikuu tunahudumia pia wakulima, wavuvi, wachimba madini kupitia vyama vyao vya, vya msingi, yani AMCOS. Tuna AMCOS 249 katika mkoa wa Ruvuma zenye wanachama takriban 38,000. Tulikuwa tujalifikia ni hili kundi la kaya zisizojiweza, ni kundi jipya ambalo sisi tulikuwa tayari tujalifikia, na kwa mujibu wa maelekezo ya Serikali kundi hili linaanza kulifikia sasa, ambao wao watakuwa wanapata kitita cha mafao ya afya jamii chenye gharama shilingi laki moja na nusu mara baada tu ya kupata taarifa na takwimu sahihi a wadau wenzetu kama vile TASAF ustawi wa jamii na wengine tutaanza kujisajili hizo kaya mara moja ili kuweza kutekeleza agizo la Mheshimiwa Rais. Kila Mtanzania yeyote alipo katika mkoa wa Ruvuma anapaswa kuwa na bima afya. Anachagua yeye mwenyewe. Ama hawezi kujiunga hiyo na kifurushi cha faraja cha laki moja na nusu, anaweza akachagua kifurushi kingine labda cha Tarangire ama Mikumi Serengeti ama Tanzanite. Nichukue fursa hii kuhamasisha wazazi wote wa mkoa wa Ruvuma, lakini na Tanzania kwa ujumla kuwakatia watoto wao bima ambayo kweli ni chipu ni elfu hamsini. Hii itatusaidia sana kwa sababu walimu wanaokaa na watoto kule mabwanini huwa wanapata changamoto sana kwa watoto ambao wana bima ya afya. Mtoto anapougua, inabidi mwalimu ampeleke hospitali, anampeleka kumtibia kwa gharama zake. Hiyo bima ya afya kwa sisi watu wa hali ya chini, aa, mtu kakutana changamoto ikatusaidia hiyo. Na saa nyingine nakukuta homa oma, hela una mfukoni, bima inakusaidia. Kama ni wote wananchi, kwanini tusikate bei sawa? Kwa sababu kama ni mwingine unamwona pale amechukua laki tatu, mwingine laki nne, sasa inaonekana mimi wa laki na nusu kweli watanijali na nitapata matibabu inavyopasika kama wengine?